Ha, hello, karibuni sana kwenye chaneli yetu ya Kingo Farm. Leo nimewaandalia mada inayohusiana na namna ya kumtibia kuku ambaye ana mafua makali mpaka amevimba macho. Uh, watu wengi huwa hawajui wakiona yule kuku amevimba macho, wanadhani labda ule ni ugonjwa wa macho au wengine wanadhani labda ni ndui. Sasa ngoja kwanza nikupe tofauti kidogo kati ya ugonjwa wa ndui pamoja na haya mafua makali ambayo huwa yanapelekea kuku kuvimba macho. Ugonjwa wa ndui Uh, wenyewe kuku huwa anakuwa na vidonda kuzunguka eneo la jicho usoni au kwenye mwili na uh, wake anakuwa na vidonda ambapo huwa vinaweka kama vipele vipele. Uh, huu hiyo ni ndui. Ugonjwa wa mafua ambao ni mafua makali yamepelekea mpaka kuku kuvimba macho, kuku anakuwa na mauchafu kwenye jicho lake anakuwa na mauchafu kwenye jicho lake yanakuwa kama ugali, yani yale yanakuwa ni meupe kama ile lea nyeupe inakuwa imezotanda jicho zima. Ukitoa unakuta ni utando mweupe yani mkubwa sana upo kama maugali ugali. Aa, sasa hayo ni mafua makali na haya mafua makali huwa yaau, hu, hivi hivi yanaambatana na dalili nyingine za mafua. Kwa mfano, unakuta kuku wako labda wanapiga chafya sana au wanakoroma sana au kuku wako wanakuwa wanashindwa kula, yani akikaa tu sehemu hali, ukiangalia jicho lake limevimba. Au kuku wengine utawakuta wanatoa machozi, yani jicho lake linatoa machozi. Basi ukiona hayo yote, ujue hayo ni mafua makali, ambayo haya mafua huwa yanaanza taratibu. Unakuta kuku walikuwa wanapiga chafya, hujaligundua hilo aa. Kitu cha pili unakuta labda wameanza wanakoroma, bado unatibia, lakini hawaponi. Inafika steji sasa wanavimba macho, wakishavimba macho wanakuwa na huo utando kwenye macho yao. Huo utando uh, una Unawafanya washindwe kuona. Wakishindwa kuona, watashindwa pia kula chakula. Kwa hiyo kama kuku atashindwa kula chakula na kunywa maji, automatically huyu kuku atakufa kwa njaa. Kitakachomuua ni njaa, sio mafua tena, kwa sababu atakuwa hali wala hanywi maji. Kwa hiyo haya huwa tunaita ni mafua makali. Ukiona vitu kama hivi kwenye kuku wako, ujue basi kuku wako wana mafua makali. Sasa leo hii nitakufundisha namna ya kudeal na hawa kuku ambao wana mafua makali. Utadeal nao vipi au utawatibu vipi mpaka wapone kabisa? Hii hatua huwa ni ngumu sana unatakiwa uwe makini sana na inahitaji muda wako wa kutosha wa kudili na hawa kuku. Aa, kitu cha kwanza unapokuwa unapambana na mafua ya aina yoyote ile kwa kuku hakikisha banda lako lina mzunguko mkubwa wa hewa. Kwa sababu hewa inapokuwa ndogo, hata ukikazana kuatibia na dawa gani, kuku wako hawatupona mafua. Inatakiwa uhakikishe banda lako lina mzunguko mkubwa kabisa wa hewa, hata ukimpa dawa kuku bado anapata hewa ya kutosha. Banda lako ni safi, umelisafisha, lina hewa nzuri, hapo ndio uweze kuanza kuatibia kuku wako mafua ya aina yoyote ile. Kwa hiyo hata kama mafua yatakuwa yamefika kwenye steji hii ya kuvimba macho, basi hakikisha kitu cha kwanza, banda lako lina mzunguko

wake basi inaweza ikamuafekt moja kwa moja na akafa kwao. Kitu cha kwanza hapa, anza kwa kumnywesha uji wa dona au sembe. Unapika uji wako vizuri kabisa. Kuna watu wao wanapika wanawapa uji ambao haujapikwa au haujaiva. Wape uji ulioiva, wapikie uji kama ambao wanakunywa binadamu. Uji ulioiva weka na sukari, uji unakuwa wa sembe au dona. Usiwape uji, walishe Wape uji wa sembe au wa dona, utaandaa bomba lako la sindano, utatumia kuwanywesha. Kitu cha kwanza, utawanywesha ule uji. Ule uji utaenda kuwapa nguvu. Baada ya kuwapa nguvu ule uji, utaandaa kitambaa chako laini. Kitambaa laini, kama pamba, utakuwa na maji yako ya uvuguvugu, utaweka na maji ya uvuguvugu na chumvi kidogo Ukisha safisha lile jicho, likasafishwa kabisa, ule utando wote ukatoka, hiyo jicho huwa linabakia kuwa kama kavu, linakuwa jicho kavu sana yani. kama tunavyojua jicho huwa linahitaji kama kilainishi fulani hivi. Sasa uh, ili, ili kuku ile endelee kusurvive vizuri, hapa utaandaa ule ute wa aloe vera. Utakuwa ukiwapaka baada ya kusafisha, utawapaka ule ute wa aloe vera kwenye macho yao. Kuna wengine uh, huwa nadhani wanapaka mafuta ya ng'ombe lakini haya nadhani sio rafiki sana. Aa, kama una alovela tumia ule ute wa alovela, nadhani unafanya vizuri zaidi, kwa sababu ule ute wa alovela pia huwa unazuia nini, antibakteria. Uh, unakuwa, unakuwa ni antibakteria, sio unazuia, unazuia bakteria. Kama bakteria wakiingia kwenye jicho lake, basi wasiweze kumdhuru. Kwa hiyo itakuwa ni vizuri zaidi ukawa unampaka ule ute wa alovela baada ya kusafisha, ukapaka ute wa alovela, ukaachana na hivyo vitu vingine. Aa, ukisha mpaka, yule kuku atapata kama ulaini fulani hivi kwenye macho yake na ataendelea kuona kawaida. Utakuwa ulishampa uji, hatua inayofuata utaenda kumtengenezea mchanganyo ambao unatibu mafua makali, ndio utaanza kumnywesha kwa mara ya kwanza, unaweza ukamnywesha na mara ya pili, utakuwa ukimpa uji. Unaweza kufanya hii asubuhi, mchana na jioni, ya kumnywesha asubuhi, labda umempa uji afu ukamnywesha na hiyo dawa ambayo nitaenda kukuelekeza hapo mbele, utaitengeneza, alafu unamnyweshe, na mchana napo utafanya hivyo hivyo, na jioni utafanya hivyo hivyo. Muda mwingine utamwachia na yeye kwa kuwa atakuwa anaona, basi atakuwa anasogea mara moja moja, anaenda kula. Wakati mwingine anaweza kachangamka kaendelea kula kabisa na kunywa dawa, dawa kwa sababu itakuwa ipo kwenye kopo lake. Kwa hiyo, ila ni muhimu kwa hizi siku za mwanzo, ukao unaenda pia na kumnywesha. Huenda akawa anaona lakini bado hajachangamka vizuri. Kwa hiyo, ukaanza kwa kumpa uji, alafu unamnywesha dawa kwanza. Ile siku ya pili, nadhani kuku wako atakuwa ame changamka anaendelea vizuri, lakini atakuwa bado hajapona. Utaendelea na kumpa dawa, atakuwa anakunywa yeye mwenyewe. Na siku ya tatu, ya nne mpaka ya tano utakuwa ukiendelea kumpa dawa. Ukifanya hivyo, ukampa hiyo dawa ambayo nitakuelekeza hapa mbele kwa siku tano na umefuata utaratibu huo, utaweza kumponesha huyu kuku ambaye alikuwa haoni kabisa, amevimba macho na ana mautando mweupe. sasa Uh, kabla sijaenda kwenye hii dawa, uh, niwakumbushe Kingo Farm tunatoa huduma ya mafunzo ya ufugaji kwenye kundi la WhatsApp ambapo ada yake ni shilingi elfu nane. Ukilipia ada ya shilingi elfu nane unapata darasa la namna ya kuwahudumia kuku aina zote, lakini vile vile kama una maswali utauliza na utajibiwa. Kitu kingine kizuri zaidi, wiki hii ya Jumatatu tunatarajia kuingiza vifaranga kutoka kwenye makampuni mawili tofauti. Halafu tukaangalia ni kuku gani ambao wana sifa gani na wanakuwa kwa namna uh, gani tutakuwa Tukielekeza kwenye kundi la mafunzo ya ufugaji au hayo makampuni yote mawili, tutakuelekeza tumetoa sehemu gani na ukuaji wao upoje. Utaweza kuona tu ukiwa kwenye kundi, tutakuelekeza kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ambayo tunawauza, ili na wewe uweze kufanya machaguo. Sasa kama unataka kufuga uchukue kuku aina gani kutokana na sifa ambazo zitakuvutia. Ah, hili kundi ada yake ni 1800 tu. Kitu kingine tuna vitabu vitano vyenye miongozo mizuri kabisa ya ufugaji ambao itakuelekeza namna ya kufuga kwa kutumia tiba za asili, pia kwa kutengeneza chakula wewe mwenyewe kwa kutumia malighafi ambazo zinapatikana kwenye mazingira yako ya kawaida. Kitabu cha kwanza ni kitabu cha safari ya ufugaji, hiki kina mwongozo wa kumlea uh, layers pamoja na chotara. Kitabu cha pili ni kitabu cha tiba za asili za kuku, hiki kina tiba zote za asili ambazo zinafanya vizuri kwa kuku aina zote wa kisasa na wa kienyeji. Kitabu cha tatu ni ufugaji wa broiler. Uh, kitabu cha nne ni ufugaji bora wa kuku wa kienyeji na kitabu cha tano ni mwongozo maalum wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Hiki cha mwongozo ni kizuri sana sana sana kwa mtu yoyote nzuri na ratiba kamili ya kuwapa hizo booster ili kuku wako waweze kupata uzito mkubwa. Ah, kila kitabu ni shilingi elfu Ukilipia hiki kitabu unatumiwa copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Kama unahitaji hizi huduma, shukua nambapu kwenye video na utupigie au ututumie ujumbe. Tukiendelea na dawa ambayo itakusaidia watibu hawa kuku ha, hawa kuku ambao wana mafua makali huwa wana dawa nyingi za dukani na za asili. Leo nitakupa hii dawa ya asili ambayo ina nguvu zaidi. Dawa hii huwa tunatumia majani ya mbaazi. Unaandaa majani yako ya mbaazi, unayajaza kwenye lile jagi la lita mbili, alafu utakuwa na vitunguu maji viwili, utakuwa na limau moja, pamoja na kitunguu saumu kimoja na tangawizi moja, alafu utaviblend hivi vyote, utaviweka kwenye kila lita kumi ya maji. Ukifanya hivyo kuku wako wataweza kupona mafua ndani ya siku tano. Watapona na utakuwa na